Wenye shepu ya mamba ipsi ziko tumboni, una roho nyeusi kweli kweli, kama mkaa wa kibada, he he. Maana si wasakosi wala black pole, wako mwingi wa mikosi <laughs> maana kila kukicha, ndugu yangu, husuda ndo inakuteza katika nafsi yako, ukimwona fulani mambo yako yake yakebire yako bonjuko masavasavabie wako roho isha kupotorika mwafulani kama kunywa supu ya mzazi <laughs> Lakini kaa ukijua ndugu yangu, husda ndio inakutesa katika nafsi yako, na ukikaa ukijua katika maisha yako kila siku ambayo naitwa leo, utamaliza waganga wa Mwanza mpaka wa Shinyanga, utamaliza waganga wa kontena mpaka wa lori la mafuta, lakini kama Mwenyezi Mungu hajaitaka hizi kuja kwako. Maana husda umezifanya sana islafu, umezifanya sana kama kuroga, umeroga sana mpaka mchawi wengine na kugaukia wewe mwenyewe na mpaka mwisho wa siku usoko unakosa nuru, kila krimu inakukataa wewe, uso umeungua kama vile kitimoto <laughs> una miwani ya chini ya macho ya maisha. Ndugu yangu, salamu zote zimekukataa ndugu yetu, kwa sababu ya husda yako, ndio uchawi. Lakini wachunguza, siku zote wenye husda hawawezi kufanikiwa milele kupitiliza. Maana migongo wamebeba dhuru, matumbona kabeba maradhi hatari <laughs> kweli kweli. Neno yangu anachoma kama pasi, akikuasha ndugu yangu, yavua mwilini, maana muasha takuhusu eh? na katika maisha jiulize, binadamu muste, ulianza kuifanya Januari mosi mpaka Disemba 31 umeijengea nini hiyo usda yako? Umeipalilia vipi ukaweza kuimia usda yako? Lakini sasa hivi baada ya vilio vya watu wengi, watu wamekesha kwenye miswala, wamekisha kwenye madhabau kwa ajili ya kuweza kumilia Mwenyezi Mungu na kuomba takabari dua aweze kuzikubali dua zao. Sasa wewe ndugu yangu, maisha yako kuungaka kama chaga za kitanda a Ndugu yangu, umejitenga kama umemwa mgao, kila mtu amekukimbia wewe, pambe zote za mjini zimekutenga wewe ndugu yangu, kama bahari ya shamu na fimbo ya Musa. Ukai chini ukajiuliza.